Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha ustahimilivu wa taifa dhidi ya majanga kupitia utekelezaji wa sera, sheria, mikakati na miradi mbalimbali mbali. amesema hayo Oktoba 13, 2025 katika maadhimisho ya siku ya Kimataifa ya kupunguza madhara ya maafa, katika ukumbi wa mikutano wa City Park Garden jijini Mbeya. Nitumia nafasi hii kusisitiza masuala muhimu yafuatayo ili kila mmoja aweze kuzingatia na kila sekta itakayo tamkwa yeiweze kuzingatia. Ya kwanza ni kwa wizara na taasisi za kisekta, endeleeni kujumuisha masuala ya usimamizi wa maafa na mabadiliko ya tabia nchi katika mipango yenu na kuweka budget kwa ajili ya kukabiliana na maafa. Mbili, kwa sekta binafsi, endeleeni kushiriki kikamilifu katika uwekezaji unaozingatia ustahimilivu dhidi ya majanga, ikiwemo uwekaji wa bima na utekelezaji wa miongozo ya serikali. Tunashukuru sekta binafsi, mmeshiriki kikamilifu sana kwenye maeneo yote ya majanga na maafa ambayo yametokea dhidi ya wananchi. Sekta binafsi zilileta makatapila, zilileta maji leta shuka na vifaa mbalimbali vya uhitaji kwa waathirika. Tunawashukuru sana sekta binafsi. Tatu, kwa ushiriki wenu. Kwa wananchi wote, hakikisheni mnatumia taarifa zinazotoa tahadhari za mapema kwenye maeneo yetu ili kuimarisha ustahimilivu wa jamii yetu. Nne, kwa wadau wa maendeleo mlioko hapa na wale ambao wanatusikiliza kupitia vyombo vya habari, endeleeni kushirikiana na serikali yetu kuongeza rasilimali za kifedha na kitaalamu kwa ajili ya kuimarisha ustahimilivu wa taifa letu. Haya ni mambo muhimu ambayo leo tumeamua tuyaseme. Aidha, katika sekta ya maji nako serikali imeendelea kutekeleza miradi mikubwa yenye kuzingatia ustahimilivu wa tabia nchi, kama vile bwawa la Kidunda lenye thamani ya bilioni 329.47 kwa ajili ya kuhudumia watu zaidi ya milioni 11.4, bwawa la Farkwa nalo pia lenye bilioni 312.08 kwa ajili ya kuhudumia zaidi ya watu milioni mbili, na mradi wa maji ya ziwa Victoria kwenda Simiu wa shilingi bilioni 440 kwa ajili ya kuhudumia zaidi ya watu wananchi wa laki sita sitini na mbili elfu mia tano. Nini ujumbe kwenye hili ni kuhakikisha tunajenga miradi ya maji ambayo itawezesha panapotokea tatizo ya kupata maji tukazime au kupunguza madhara ya magonjwa batumbo, ya matumbo yanayoweza kulipuka baadhi ya maeneo, na huduma ya maji hii inaweza kusaidia. Aidha, Majaliwa amesema Hatua nyingine ni kuimarisha usahihi wa utabiri wa hali ya hewa kupitia Mamlaka ya Hali ya Hewa TMA ambao sasa umefikia asilimia themanini na tano, hivyo kusaidia kupunguza madhara ya maafa kwa zaidi ya asilimia thelathini. Tunaimarisha usahihi wa utabiri wa hali ya hewa kupitia Mamlaka ya Hali ya Hewa, ambao sasa umefikia asilimia themanini na tano ya, ya uhakika wake, hivyo husaidia kupunguza madhara ya maafa kwa zaidi ya asilimia thelathini kwenye eneo hili. Sasa hivi idara yetu ya hali ya hewa imesaidia sana kujiimarisha na wakitoa utabiri wao, kwa kweli sasa hivi unakuwa wa uhakika. Zamani utabiri wao unaambia kesho kutakuwa na mvua nyingi, alafu linakuja jua kali. Lakini sasa serikali imeimarisha, tuna mitambo, tuna wataalamu. Leo wakisema kesho hali ya hewa kutakuwa na mvua, ni kweli kutakuwa na mvua kesho mvua itakuwa kubwa, lazima watu walio kama bondeni wawe na tahadhari. Hii ndio maana yake. Lakini pia tunajumuisha mikakati ya kupunguza maafa na mabadiliko ya tabia nchi katika bajeti zetu za serikali ili kulinda maisha ya wananchi wetu na ustawi wa wananchi wetu ndani ya taifa letu. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya wa waziri mkuu sera bunge uratibu William Lukuvi amesema maadhimisho hayo yana lengo la kuhamasisha ushiriki wa wadau wote katika shughuli za usimamizi wa maafa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utekelezaji wa majukumu ya usimamizi wa maafa kwa mwaka wa fedha 2425 ofisi yako kwa kushirikiana na wadau imekamilisha marejeo wa ya sera ya taifa ya usimamizi wa maafa ya mwaka 2004 toleo la 2025. Marejeo yaliyofanyika yalizingatia taarifa ya tathmini ya utekelezaji utekelezaji wake pamoja na maoni ya wadau ili kukidhi mahitaji ya sasa na baadaye. Aidha, ofisi imeratibu maandalizi ya mwongozo wa kitaifa wa ugharamiaji wa maafa unaolenga kuimarisha jitihada za serikali za utafutaji wa rasilimali kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za usimamizi wa maafa. Tunatarajia kwamba mwongozo huu utaongeza ushiriki wa wadau na uwekezaji katika shughuli za usimamizi wa maafa na hivyo kuimarisha ustahimilivu wa kitaifa dhidi ya majanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na jitihada hizo, ofisi ya wa waziri mkuu imeendelea kuratibu utoaji wa mafunzo kwa wataalamu wa sekta mikoa na jamii wakiwemo vijana kuhusu usimamizi wa maafa hususan katika hatua za kuzuia na kujiandaa kukabili maafa yanapotokea pamoja na kurejesha hali. Akizungumza katika hafla hiyo, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Sandra Hakimu amesema wadau mbalimbali ikiwemo watendaji wa serikali za mitaa, viongozi wa kijamii, asasi za kiraia, pamoja na Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa wamekuwa wakifanya kazi bila kuchoka kwa ajili ya kujiandaa kukabiliana na kurejesha hali kwenye majanga. Zaitoni Mkwama, Daily News Digital.